Mapokezi yatutoke yakoje? Ah, nashukuru Mungu mapokezi yamekuwa makubwa mashabiki wamenipokea mm. ni kitu kikubwa sana kwangu mm. yeah. Uh, kwa nini uliamua kumshirikisha uh, Chino Kid na sio msanii mwingine uh, Chino Kid ni msanii ambaye ni kwa na, na ndoto naye tangu kitambo. ni mtu ambaye namkubali sana mm. jinsi alivyopambania kwenye game, yani jinsi yani ukiangalia haso zake mm. Uh, kutoka huko chini unaona kabisa ni mpambanaji, mpaka anakuja kufika pale na tayari ashatengeneza blandi. Kwa hiyo kwa blandi aliyokuwepo nayo nikaona huyu mwanangu, kwa jinsi anavyoenda, nikifanya naye kazi kazi zitaenda. Unajua, mwisho wa siku tunapambana ili tupate chochote. mm -hmm. Kwa kilichokuvutia kwake ni upambanaji wake mm -hmm. na anafanya vizuri kwenye ah. gemu afu ni msanii ambaye kwa sasa hivi uko sokoni pia mm. Ilikuwa rahisi ama ngumu kiasi gani kumpata Chino? Ni uwezo ukasema rahisi kumpata Chino kwa sababu sio kitu kidogo kufanya mm.